Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala eh, kesho yaumul qiyama atawasogeza karibu katika pepo yake wale ambao waliokuwa na tabia njema, mizani zao zitakuwa nzito zaidi kwa sababu ya husnul khuluq, tabia njema. Huu Uislamu wetu jamani hautimii, wallahi, hautimii isipokuwa kwa tabia njema na sifa ya sakha, ndio Mtume alivyotwambia, inna allaha ikhtara lakumul islama dina Mwenyezi Mungu amekuchagulieni huu Uislamu, huo ndio dini yenu, faakrimuhu uheshimuni, utuzeni bissakhai wa husnul khulqi, kwa kuwa na sifa ya ukarimu sakha, lakini wa husnul khulqi, na kwa na tabia nini njema, fainnahu la yatimu illa bihima. Mtume akasema hauti, islamu, kwa sababu hautimii Uislamu isipokuwa kwa vitu viwili, sio kuvaa kazu kila wakati na mwezako hasalimiki na sharia yako kufuga. fa innahu la yatimu illa bihima, hautimii isipokuwa kwa sakhai, sifa ya sakha, tabia njema. Kwa huu Uislamu wetu hautimii bila hivi.